Yes, wakati mwingine, siku nyingine tena, kachero wa usiku kama mchana, hii leo nimeibukia kunako hifadhi ya Mpanga Kipengere, hifadhi ambayo inapatikana katika mikoa miwili ya Tanzania Bara. Nazungumzia mkoa wa Njombe, lakini pia mkoa wa Mbeya. Ebwana, nyuma yangu kama unavyosikia kuna saundi inatoka, ni saundi ya maporomoko ya maji, nazungumzia waterfall. Kachero wa usiku kama mchana, na mara baada ya kufika ndani ya hifadhi hii nimebatizwa jina jingine naitwa Nocturno Boy, niko eneo hili leo. Twenzetu, mambo vipi? Salama, mambo safi. uko vizuri? Niko vizuri sana. Majina mimi naitwa Upendo Kimaro, ni afisa utalii ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengele. Kwanza uanze kutupitisha, naona hapa kuna hii maporomoko haya maporomoko yanaitwaje na kwa nini pengine mmeweka utaratibu wa kuja kuangalia maporomoko haya nyakati za usiku kwa watu wanaokuja kufanya utalii hapa? hapa tulipo maporomoko haya ya maji yanaitwa maporomoko ya maji ya Kimani. Tumeweka utaratibu wa kufanya utalii wa kuangalia maporomoko ya maji nyakati za usiku, kwa sababu ni utalii ambao kwa hifadhi ya Mpanga Kipengele ndio wa kwanza ambao tumefanya. Uh, utalii huu wa kufanya usiku kutazama maporomoko ya maji na pia wakati wa usiku unaweza kupata pia utulivu zaidi kuliko vile ambavyo inakuwa ni mchana. Kwa hiyo unapokuwa hapa nyakati za usiku una experience kitu kingine cha tofauti sana, tofauti na unapokuja kutazama maporomoko ya maji nyakati za mchana. Na mwamko wa watu kuja kuangalia maporomoko haya nyakati za usiku upoje? Mwamko ni mkubwa kwa sababu kwa kuwa ni kitu ambacho ni kigeni sana watu wengi wanavutiwa, lakini watu pia wanapenda kuja eneo hili kwa sababu tofauti tu na kutazama maporomoko ya maji nyakati za usiku, lakini ukija hapa unapata nafasi ya kuangalia nyota pamoja na vitu vingine nyakati za usiku. Hifadhi ya Mpanga Kipengele inapokea watalii wa ndani zaidi, kwa maana ya wazawa zaidi, kuliko vile ambavyo tunapokea wageni kutoka nje. Lakini tofauti na hiyo pia tuna sehemu ambazo unaweza ukaja, tunasema ukafanya, ukafanya tafakuri au ukafanya meditation, ndani ya maji ukija unataka, una jambo lako, unataka kuomba, unataka Mungu akusikie zaidi, tunakuonyesha sehemu ambayo unaweza ukaja ukafanya hiyo meditation yako ndani ya maji. Tuko kwenye maporomoko haya. Je, maporomoko ni hii moja tu au zipo nyingine, na kama zipo ni zipo ngapi? Waterfalls tulizonazo au maporomoko ya maji tulionayo sio aina moja. Tuna maporomoko ya maji hamsini na mbili, na kati ya hayo maporomoko ya maji ya hamsini na mbili hakuna mmoja linalofanana na jingine, na nafasi kubwa sana ya kupata hizo waterfalls. nyingi zaidi ya hizi hamsini na mbili ambazo tumezipata kwao. Sisi nafasi ya uvumbuzi wa waterfalls inaendelea, lakini sio waterfalls peke yake, pamoja na aina nyingine za utalii. Asante sana, karibu sana ebwana. Nisikilize mimi, Tanzania ni tamu, nisikilize mimi, Tanzania ni kuzuri mno, nisikilize mimi, unaona shughuli hii, hivi vyote inapatikana ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na hapa ni kunako hifadhi ya Mpanga Kipengere, hifadhi ambayo inapatikana katika mikoa miwili. Nazungumzia mkoa wa, wa Mbeya lakini pia mkoa wa Njombe. Oi, see you next time, chao.